Kulikuwa na msichana mmoja aitwaye Aisha mwenye umri wa miaka ishirini na miwili. Alikuwa mrembo wa sura, mpole na mwenye moyo wa huruma, lakini maisha yake hayakuwa mepesi hata kidogo. Aisha alilelewa na mama yake aliyekuwa anaitwa Zainabu, mwanamke jasiri aliyepambana kuwalea na kujitafutia riziki kwa kuuza mboga sokoni. Baba yake Aisha alikuwa amepotea kabla hata hajazaliwa, aliondoka ghafla, hakuwahi kurudi. Aisha na mama yake waliishi kwenye kijumba cha kupangisha pembezoni mwa jiji la Dar es Salaam. Maisha yao yalitegemea kila senti iliyopatikana. Licha ya ugumu, walipendana sana. Lakini siku moja dunia ya Aisha iligeuka kuwa giza, siku ya Jumapili yenye mawingu Aisha alirudi nyumbani kutoka sokoni, akakuta watu wamekusanyika, milango ilikuwa wazi, watu wanalia. Akasukumwa na hofu akakimbilia ndani, akamkuta mama yake amelala sakafuni, macho yakiwa wazi, damu kidogo kando ya kichwa chake. Polisi walifika, wakasema huenda alianguka na kugonga kichwa, lakini Aisha hakuwahi kuamini hivyo. Alijua mama yake alikuwa na afya njema, na siku moja kabla alikuwa akimwambia kuwa kuna mtu alikuwa akimtafuta tafuta sokoni, mtu mwenye suti nyeusi. Lakini hakuna aliyemsikiliza Aisha. Kesi ilifungwa kimya kimya. Baada ya mazishi, Aisha alibaki peke yake hakukuwa na ndugu wa karibu wala msaada. Kodi ilipomzidi alifukuzwa, akaanza kulala kwa marafiki hadi siku moja aliamua kuondoka mjini na kujaribu maisha mapya. Baada ya miezi mitatu ya kuhangaika, Aisha alipata kazi ya ndani kwa tajiri mmoja mkubwa aitwaye Bwana Maliki, bilionea maarufu mwenye makampuni mengi ya ujenzi na mafuta. Nyumba yake kubwa ilikuwa Mbezibichi, yenye walinzi, magari ya kifahari na bustani kubwa ya maua. Alipofika pale, Aisha aliambiwa atakuwa anasaidia kwenye usafi wa ndani, hasa vyumba vya wageni na vyumba vya juu ambavyo mara chache hutumiwa. Maliki mwenyewe hakuonekana mara nyingi, alikuwa akisafiri mara kwa mara. Siku zilisonga, Aisha alikuwa mtulivu mtiifu, na kila mtu alimpendea kazi yake. Lakini kulikuwa na jambo lililokuwa likimsumbua. Kila mara alipokuwa akimpitia mali, alikuwa akimkazia macho kwa muda mfupi, kana kwamba anamkumbuka mtu. Siku moja asubuhi ya Jumamosi, aisha aliingizwa na house manager asafishe chumba cha mali kibinafsi kwa sababu tajiri alikuwa safarini. Kwa kawaida, vyumba vya bosi haviguswi bila ruhusa, lakini siku hiyo ilitolewa kibali rasmi. Aisha aliingia chumbani, akafungua madirisha, akaanza kufuta vumbi. Chumba kilikuwa kikubwa, kimepambwa kwa picha za kale na medali na vyeti. Alipofika karibu na meza yambao, ya mbao yenye grasi, aliona picha ya mwanamke kijana kwenye fremu ya fedha. Akasogea karibu, moyo ukapiga kasi. Ilikuwa picha ya mama yake ambaye alikuwa anaitwa Zainabu. Aisha alihisi miguu ikitetemeka, aliishika picha kwa mikono inayotetemeka, macho yakijaa machozi. Hiyo ilikuwa picha ya mama yake bila shaka, ila kwenye picha hiyo Zainabu alikuwa amevaa mavazi ya kifahari, amekaa kando ya Maliki wakiwa na tabasamu lenye siri. Alikaa kimya kwa dakika nyingi, akishindwa hata kupumua. Kichwa chake kilianza kujaa maswali. Kwa nini picha ya mama yangu ipo chumbani kwa tajiri huyu? walikuwa na nini kwani Je, yeye ndiye mtu aliyekuwa akimfuatilia mama sokoni? Aliposikia sauti ya mlango ukifunguliwa ghafla, akaweka picha chini haraka, lakini alikuwa amechelewa. Bwana Maliki alikuwa amerudi mapema bila kutarajia. Maliki alimtazama kwa macho ya ajabu, akamuuliza umeiona sivyo? aliuliza kwa sauti ya chini. Aisha Hakujua aseme nini. mimi nilikuwa nasafisha tu, bosi, alisema kwa hofu. Maliki alikaa kwenye kiti, akavuta pumzi ndefu. yule mwanamke ni Zainabu sivyo? Aisha alijibu kwa sauti ya kutetemeka, akisema ndiyo, ni mama yangu. Maliki akafumba macho, akashika kichwa. Kimya kikatawala kwa dakika nzima. Kisha akaanza kuzungumza taratibu, nilimpenda sana mama yako Aisha. Tulikutana miaka mingi iliyopita kabla hajakuzaa. Niliahidi kumwoa, lakini familia yangu ilikataa kwa sababu nilitoka kwenye ukoo wa wafanyabiashara wakubwa. Walisema hawezi kuoa mtu wa sokoni. Aisha, machozi yakaanza kumtoka kwa nini ulimwacha? Kwa nini ulimuua? aliuliza kwa hasira iliyochanganyika na maumivu. Maliki akatikisa kichwa kwa uchungu akisema, sikumuua Aisha, lakini kuna watu walitaka kuniharibia sifa. Waliogopa kwamba Zainabu angifichua siri kubwa, kwamba wewe ni mtoto wangu, Aisha. Alishtuka, moyo ukadunda kwa kasi. Akamuuliza, unasema nini? Maliki akajibu, wewe ni damu yangu Aisha. Nilijaribu kumlinda mama yako, lakini kabla sijafikisha mbali aliuawa. Niliamini ilikuwa ajali, lakini sasa naona kulikuwa na njama, na sasa wewe uko hapa ndani ya nyumba yangu. Maneno hayo yalimgonga Aisha kama radi. Alikumbuka siku zote za mateso yake, njaa na machozi. Na sasa mtu huyu mwenye utajiri mwingi anasema ndiye baba yake. Alijisikia kuchanganyikiwa, hasira, huzuni na mshtuko. Akasema, basi kama kweli ni baba yangu, alisema kwa sauti ya kulia, mbona hukunitafuta hata siku moja? Ulijua mama yangu amekufa, lakini hukufanya chochote. Maliki alinyamaza kimya, akasema nilihisi nimeharibu kila kitu, na sasa nakutaka unisamehe, nataka nikupatie maisha mazuri kama nilivyotakiwa kufanya miaka yote. Lakini Aisha hakuweza kujibu, alihisi dunia ikizunguka picha ya mama yake, siri iliyofichwa miaka yote na kweli, kwa mtu aliyemchukia moyoni kwa utajiri wake ndiye baba yake. Vyote vilimwelemea. Siku zilisonga, Maliki alianza kumweleza kila kitu kuhusu jinsi familia yake ilivyopinga, watu waliomuua Zainabu walivyofanya ionekane kama ajali. Akaahidi kufufua kesi na kumpa Aisha haki ya mama yake. Lakini kwa Aisha maisha hayakuwa mepesi tena. Alikuwa amepata jibu la fumbo kubwa lililomsumbua miaka yote, lakini jibu hilo lilimwacha na majeraha mapya, majeraha ya moyoni. Alijua moja tu, mama yake alikuwa mwema na sasa anaishi ndani ya moyo wake. Alikuwa kumbukumbu -kumbu ya upendo wa kweli, ule usiofichwa nasiri wala pesa. Simulizi hii itakuwa imekufunza mambo mengi sana. Usisahau kusubscribe na kutani on notification. Hii ni 49 Media, like na ukomenti kama utapenda tutoe nafasi ya pili au episodi ya pili kwa ajili ya simulizi hii. Asante sana kwa kunisikiliza.